Katika muziki wa hip hop kuna nyimbo nyingi sana ambazo zilishawahi kutoka ambazo zilikuwa ni diss track. Sasa leo nataka tufungue kurasa, nikupe baadhi ya diss track kumi za moto ambazo zimeshawahi kutokea katika historia ya muziki wa hip hop duniani. Of course tunaanza na DC ya kwanza ilikuwa inaitwa No Vaseline. hii ni disi ambayo ilitoka mwaka 1991 ni disi ambayo inamuhusisha mtu mzima Ice Cube No Vaseline ilikuwa ni diss ambayo sababu kubwa ilikuwa ni Ice Cube, aliandika wimbo huu wa diss baada ya kuondoka NWA na kugundua kuwa kundi hilo lilikuwa lina msnitch, hasa Eazy E na meneja wake ambaye alikuwa anaitwa Jerry Hala, walikuwa wanamsema vibaya, wanamsimanga, wakitoka nje wanamsema vibaya, wanamzungumzia vibaya. Sasa Mwamba akaona nyemsi nizingue, aliwajibu kwa mistari mikali, alitoa bonge moja la ngoma akiwaita jamani wasaliti na anawalaum kwamba wanauza nafsi zao kwa ajili ya pesa, yani, they sell his soul for money. Sasa hii disi ilikuwa ni ya moto sana, kiasi kwamba ilikuwa ni disi ambayo ilisababisha kusambaratika kwa NWA. Disi nyingine ilikuwa ni disi ya Slim Shady, mwamba Eminem. Ilikuwa ni mnamo mwaka 2009 alitoa moja kati ya diss track ya moto sana, inaitwa The Warning. Tushamzoea Eminem akiwa anaimba na flow moja hatari sana, lakini humu kidogo alituliza ili kila mtu aweze kusikia nini ambacho anakizungumza. Sababu ya disi hii ilikuwa ni Mariah Carey, alidai kwamba hakuwa na uhusiano wowote ule na mwamba Slim Shady, lakini Eminem yeye alitoa kitu ambacho kiko moyoni mwake, akaona sasa, ule mimi simjibu kwa maneno. Aliingia studio akaandika bonge moja la track. Sasa katika hiyo diss track alifichua mawasiliano yao binafsi na hata kutumia sauti za Mariah Carey kama ushahidi. Disi hii ilimfanya Maria Kelly na mume wake wote wakae kimya wakati huo, wakati ni Cannon akiwa ndiye mume wa Maria Kelly. Wote walikaa kimya na hakuna ambaye alishawahi kujibu chochote kuhusiana na hii distrack ya moto sana kwa Maria Kelly kutoka kwa mwanamume ambaye Eminem, ilikuwa ni mnamo mwaka 2009. Sasa back to back, ilikuwa ni distrack ya Drake ambayo hii ni moja kati ya ngoma ya moto sana pia ambayo ilitoka mwaka 2015, ilikuwa ni distrack, lakini mwisho wa siku ilionekana kama tu ni ngoma ya moto ambayo ina vibe kama zile ambavyo imetoka diss track ya Kendrick Lamar hapa juzi kati, not like us, lakini imekuwa ni kama ngoma fulani hivi ya vibe mtaani, watu wana dance, mabibia wana dance hivyo, na na ndio bana, wenzetu huko Marekani mziki ambao unaongoza kwa kuuza ni mziki wa hip hop, kwa sababu ni mziki asilia, ni mziki ambao watu wengi wametokea kuupenda na ni mziki ambao watu wanauishi tofauti na, eh, sisi bongo. Yani hatuna ya mazingira ya kuupenda muziki wa hip hop wakati ndio mziki ambao una vibe kuliko mziki wowote ule ulimwenguni. Anyway, sasa back to back ya Drake ya mwaka 2015, sababu kubwa ya kutoa hii diss track ilikuwa ni kipindi ambacho Meek Mill alimshambulia sana Drake katika mitandao ya kijamii akidai kuwa Drake anatumia waandishi wa muziki kivuli ya ghost writer, na hii hii scandal imemkuta sana Drake, yani sio mara moja kuzungumziwa kwamba eh, ghost writer ndio ambao wanawatumia. Sasa baada ya kujibu kwa maneno mwamba kaoosintanie Drake alitoa dis ambayo inaitwa Back to Back. Wimbo ambao ulifanya vizuri sana kwenye klabu na sehemu mbalimbali, jambo lililofanya Meek Mill aonekane ni dhaifu sana, aonekane ni mtu ambaye e, hawezi kumfanya chochote kile dizi Drake. Lakini miaka a hivi karibuni Drake alichofanywa haamini mwenyewe Kendrick Lamar alichomfanya Drake, ah, my God. Kila mtu yupo mdomo wazi, lakini pia mwaka 1992 ilitoka, moja kati ya distrak ambayo inaitwa Dre Day. Hii ilikuwa ni distrak ambayo imefanywa im, im, im, im, na Dr. Dre pamoja na mwanaye Snoop Dogg Dogg wiz. Sasa hii pia ni moja kati ya distrak ya moto sana kutoka kwa Dr. Dre na Snoop Dogg iliyotoka mwaka 1992, ambapo sababu kubwa ya hii distrak ilikuwa ni kipindi ambacho mwamba ameondoka NWA. Sasa Dr. Dre alianza bifu na Eazy E. Pia katika wimbo huu alimshambulia moja kwa moja bila hata kupepesa macho, alimshambulia mwamba Izi E pamoja na Luther Campbell wa Two Live Crew, akimdhiaki Izi kwa kuendelea kufanya kazi na meneja ambaye ni Jerry Hana, ambaye wao walikuwa wanaona kama ni mshikaji wake, ni mshikaji ambaye hajanyoka. Sasa hii ilikuwa ni distrack ya direct bila hata kufumba macho. Sasa kuna distrack nyingine ambayo inaitwa The Story of Adidon. Hii ni diss track ambayo ilikuwa imetoka mwaka na 2018 na mwamba aliyeifanya alikuwa ni Pusha T. Sababu kubwa ya hii diss track, kama kawaida, bifu kati ya Pusha T na Drake ilianza zamani sana lakini mambo yalizidi kupamba moto baada ya kutoa wimbo huu wa the story of Adinon. Sasa Drake humu ndani alichanwa na ikawekwa wazi kipindi ambacho Drake amemficha mtoto wake humu ndani. Drake pia kama kawaida alipigwa mawe mengi sana. Moja kati ya kitu ambacho eh, alipigwa ni kwamba anatumia eh, ghost writer. kama kawaida yake, hii ni drama ambayo imekuwa ikiendelea miaka na miaka, watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia hii ishu ya Drake lakini pia katika hii ngoma hajamshambulia Drake peke yake, amemshambulia hadi Adino ambaye alikuwa ni mtayarishaji wa Drake, ambaye jamaa alikuwa anasumbuliwa sana na ugonjwa wa multiple sclerosis. Sasa hii ilikuwa ni diss track ya ambayo ilikuwa ni ya moto pia. Drake amepitia mengi sana katika mziki wake hadi leo hii anaweza kusustain, lakini amepigwa mawe sana, yani kama tofari, kapigwa tofari nyingi sana na wana bifu nyingine ilikuwa ni bifu ya Remy Ma ambaye alitoa pia. E, moja kati ya diss track ambayo inaitwa Shedda ilikuwa ni diss track mwaka 2017 sababu kubwa ilikuwa ni Remy na Nicki Minaj hawa walikuwa na ushindani mkubwa sana wa kifalme katika rap ya kike yani, ukizungumzia mabinti ambao wananyoshana vilivyo, si unamfahamu Minaj, eh Minaj pia naye alikuwa ni mbishi sana, yani ni katika wale mademu wabishi Minaj umtoi. Sasa hii ngoma ya Shedda ilikuwa ni diss track ambayo ilitolewa kwa ajili ya kumjibu Nikiminaji. Humu ndani zilitembea kejeli na mashambulizi kibao sana kwa Nikiminaji, mambo mengi sana yalizungumzwa, ikiwemo eh, plastic surgery ambayo alifanya, eh, Minaji, na vitu vingine kama hivyo, ikiwepo plastic surgery ambayo alifanya Nikiminaji, matumizi ya ovyo ya pesa Nikiminaji, amepoteza heshima na vitu kama hivyo. Sasa hii ni moja kati ya district ya kike pia ambayo ilisumbua sana mwaka 2017 kipindi ambacho E, ni kiminaji ni wa moto sana. Remy Ma pia wa moto sana yuko hivi on fire, lakini pia distrack nyingine ilikuwa ni ya Jz jiga, ilikuwa ni distrack ya mwaka elfu mbili na moja distrack ambayo inafahamika kama take over, yani take over. Sababu kubwa ya distrack hii ni kwamba Jz aliamua kumshambulia Nas baada ya kugundua kuwa Nasi alikuwa akimshusha hadhi kwa maneno akimzungumzia vibaya maneno mengi sana sasa Katika wimbo huu JZ anasema kwamba Nas alishindwa kutoa hits na kwamba alikuwa anapoteza hadhi yake siku hadi siku, zinavyoenda mbele alikuwa anapoteza mvuto katika rap, ama katika muziki wa hip-hop. Ehe, ilikuwa ni, ni ya moto sana sasa. E, wengi walikuwa wanasubiri sana kuona Nas atajibu ama ataipotezea mwaka huo 2001. Na pia naye Nasi akatoa distrack ambayo inaitwa Ether. Sasa Nasi alitoa hii distrack baada ya Jay-Z kumshambulia sana kwenye e, distrack ya Take Over. Nasi alijibu katika wimbo huu wa Ether, wimbo ambao ulijaa dhihaka, wimbo ambao ulikuwa na mashambulizi makali sana dhidi ya Jay-Z. Yaani gemu kipindi hicho ilikuwa gemu ya moto sana, gemu imechangamka, sio poa sasa wimbo huu ulikuwa ni mkali sana, kiasi kwamba e, neno edha likaanza kutumika kumaanisha kumshusha mtu heshima kabisa, katika rapu ya muziki wa, e, wa bato ama muziki wa hip hop. Kwa hiyo mtu akitumia edha alikuwa anatumia kama e, jina la kumshusha mtu hadhi ama kumdogodisha fulani hivi. Muziki wa zamani ulikuwa ni wa moto sana, yani ulikuwa ukizungumzia mziki wa hip hop, unazungumzia ni makavu live, yani mtu anakuchana hapa na hapa na anakuangalia usoni na hauna cha kumfanya. Sasa tunaingia namba mbili, ilikuwa ni mwaka 1996 huko watoto wengi walikuwa wajazaliwa kipindi ambacho mwamba Tupac Shakur anakuja na Hit 'Em Up. Ni kipindi ambacho kulikuwa kuna moto wa kuotea mbali. Sababu kubwa ya Hit 'Em Up ama sababu kubwa ya kutoa hii diss track ya Hit 'Em Up Tupac aliamini kuwa The Notorious Big ama Christopher Wallace na Bad Boy Record walihusika katika jaribio la kutaka kumuua mwaka 1994. Katika wimbo huu, Tupac alitoa maneno ya dharau kwa Bigi, alimnyosha sana Bigi, alimsimamia sana Bigi, alimsimamia sana kibonge humo ndani, kibonge alikosa pumzi, akidai kwamba Tupac alisema kwamba alilala na mke wa Big ambaye alikuwa anaitwa Faith Evans na kumtusi pididi ya mpafudadi na kundi lote la Bad Boy Record kwa umdani, Tupac aliwasha moto sio poa, na wengine zaidi wakasema kwamba hii ni diss track ambayo imekuwa ni kali ya muda wote. Ni diss track ambayo e, miaka yote Big alikuwa akisikiliza ina muumiza sana, Puff Daddy akisikiliza ina muumiza sana. Yani ilikuwa ni diss track ambayo imeishi miaka yote <laughs> yani hadi sasa hivi ukisikiliza hii diss track. E, unajua kabisa mndani kweli moto ulikuepo, na ambayo tumeitumia kidogo tume katika e, history, ndo nyimbo ambayo ilitoka moja, tisa, na wewe na no, inawezekana muziki wa hip hop tunautazamia kwa mbali sana, yaani e, ukisikia mtu ana tv ana redio basi huyo ni wakishua kiasi fulani. Sasa sababu kubwa ya disi hii ya No Vaseline ya Ice Cube: Ice Cube alihisi alidhulumiwa na NWA baada ya kuondoka. Sasa mwamba akaona sasa, nyie jamaa simna nizingua mimi. Akaona sasa mimi sihitaji maneno mengi kwenye media wala nini Mwamba kaingia studio akaandika bonge moja la diss track ambayo inaitwa No Vaseline. Na kukumbusha tu zamani ilikuwa ni e, macho kwa macho, jino kwa jino. Yaani watu wawaoneani huruma. Mtu anakuangalia na anakuchana na hauna cha kumfanya azsasa, hip hop sasa, ule utamaduni wa hip hop ambao ulikuwepo toka kipindi hicho, yani kuchanana kwao, kupeana makavu, ilikuwa ni lifestyle, alafu wanakutana fresh, wanaongea wanafanya nini, yani hip hop ilikuwa ni amani. Hip hop ilikuwa ni mziki peace, mziki wa kihuni, lakini ni mziki ambao umenyoka. Unaweza ukasema mziki wa kihuni, lakini ni mziki ambao unaendeshwa katika misingi ambayo ni misingi imenyoka. Sasa mwamba, baada ya kuondoka NWA, akaja kutoa huu wimbo wa No Vaseline akisema kwamba NWA watu wapo pale, lakini wanadanganywa wanapotezewa muda wananyonywa na Jerry Hala, ambaye alikuwa ni meneja wao, na kwamba yeye alivyoondoka, bila yeye hawakuwa tena na nguvu. Sasa hii pia ni diss track moja ya moto sana, moja kati ya nyimbo za diss ambazo zimewahi kuwapo katika historia ya muziki hii pia ni diss track ya moto sana. Sasa hizi ni baadhi ya diss track ambazo zilibadilisha historia ya muziki wa hip hop duniani zilihusisha migogoro mikubwa kati ya wasanii na wasanii na hata kupelekea kuvunja urafiki kabisa. Kwa maoni yako, unadhani diss track gani ambayo ilikuwa ni ya moto sana, ambayo leo na kesho kutwa bado itabaki katika kumbukumbu -kumbu za diss track ya moto sana kuwahi kutokea katika historia ya muziki wa hip hop duniani. Karibu sana, mi naitwa Jimmy. hii ni Bongo Star Media, nashukuru kwa kunitegea sikio na imani. Kuna kitu kikubwa sana ambacho umekikamata siku ya leo. See you next time. Let me say for today we end up. Bye bye.